Anastasia James Wambura. Mimi Anastasia James Wambura,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 katika kazi zangu za naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <mucho>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 katika kazi zangu za naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ramo Matala Makani. Mimi Ramo Matala Makani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 katika kazi zangu za Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <tune>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 rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.